Ndugu zangu wapendwa, tumsifu Yesu Kristo. Karibuni sana katika tafakari yetu ya neno la Mungu na tafakari yetu inatoka katika injili ya Mathayo sura ya saba aya ya saba hadi aya ya kumi na mbili. Tusikilize injili Bwana awe nanyi. Somo la Injili takatifu ilivyoandikwa na Mathayo. Siku ile, Yesu aliwaambia wafuasi wake, ombeni nanyi mtapewa, tafuteni nanyi mtaona, bisheni nanyi mtafunguliwa, kwa maana kila ombaye hupokea, naye atafutaye huona naye abishaye atafunguliwa. Au kuna mtu yupi kwenu ambaye mwanawe akimwomba mkate atampa jiwe? Au akimwomba samaki atampa nyoka? Basi ikiwa ninyi mlio waovu mnajua kuwapa watoto wenu vipawa vyema, je, si zaidi sana Baba yenu aliye mbinguni atawapa mema wao wamwombao? Basi yoyote mtakayo mtendewe na watu nani, na watendeni hivyo hivyo, maana hiyo ndiyo torati na manabii. Neno la Bwana. Ndugu zangu wapendwa, linapokuja swala zima la sala, linapokuja swala zima la maombi wengi bado tunakuwa katika changamoto hasa inayotukumba katika sala, na changamoto kubwa inayotukuta wengi ni kupungukiwa kwa imani au kupungukiwa kwa fadhila ya imani. Wengi tunakosa uhakika katika sala, tunasali kwa wasiwasi na wengi tunasali kwa mashaka. Waraka kwa Waibrania anasema Imani ni kuwa na hakika ya mambo yatayajiwayo, ni bayana ya mambo yasiyoonekana. Ukirejea waraka kwa Waibrania sura ya 11 aya ya kwanza. Ndicho Yesu anachotusisitiza katika Injili yetu kuwa tunapoomba tuombe kwa imani kuwa hili naloliomba nitapewa, ninapotafuta nitafute kwa imani kuwa nitaona na ninapobisha nibishe kwa imani kuwa nitafunguliwa, kwa sababu tunayemwomba ni Baba yetu mwema anayewapenda watoto wake. Hivyo tujenge imani katika sala na maombi yetu. Tunapokosa imani ni ngumu sana kupokea. Ndio maana baadhi ya watu wanatumia lugha hiyo wanasema, imani ni mkono wa kupokelea. Hivyo tunapo peleka maombi yetu au sala zetu, tujue yeye anasikia na anajibu. Ni sisi tuweke imani tu katika yale tunayoomba. Lakini jambo la pili linaloweza kufanya sala yetu isipokelewe ni kutokuwa watu wa haki, kutokufuata kanuni ile ya adhabu ambayo Bwana wetu Yesu Kristo anatufundisha, basi yoyote mtakayo mtendewe na watu, nanyi watendeni hivyo hivyo. Wapendwa, bila kufuata kanuni hii, ni ngumu maombi yetu kujibiwa, kwa maana huwezi kuomba amani wakati wewe ni mtu wa chuki, hutaki kusamehe mtu wa magomvi, hasira, ni ngumu sana, ngumu sana hilo ombi kujibiwa au kuomba upendo na amani katika ndoa yako wakati wewe ni kinara wa kuvunja ndoa ya wa, za watu, wewe ni bingwa wa kutembea na wake na wanaume au wanaume za watu. Mpendwa, hiyo amani itatoka wapi? uwe mmoja utatoka wapi wakati kuna ndoa zinazopita katika misukosuko kwa ajili yako. Yeyote mnayotaka kutendewa na watu, nanyi watendeni hivyo hivyo. Basi tuendelee kumwomba Mungu katika kipindi hiki cha Kwaresima, tunachoendelea, tunapoendelea kusali, tunapoendelea kumwomba Mungu, basi atujalie tuwe watu wa haki na tuombe kwa imani. Tumsifu Yesu Kristo. Aliyeleta tafakari hii ni ndugu Winifrid Ngokotalo, padri wa shirika la ndugu wa Francisko wa Kapuchini, provinsi ya Tanzania, inayofanya utume wangu katika jimbo la Lindi. Asanteni sana.